Mei 21, mwaka 1996 meli ya MV Bukoba iliyokuwa ikifanya safari zake kati ya Mwanza na Bukoba ilizama ndani ya ziwa Victoria ikiwa ni kilomita chache kabla ya kutia nanga katika bandari ya Mwanza ikitokea Bukoba kupitia bandari ya Kemondo, ikielezwa kuwa watu zaidi ya mia nane walipoteza maisha kwenye ajali hiyo. Ikiwa sasa ni miaka 29 tangu kutokea kwa ajali hiyo, Angelo Media imezungumza kwa njia ya mtandao wa video na mmoja wa watu walionusurika katika ajali hiyo akiwa mjini Bukoba mkoani Kagera. E, mimi naitwa David Leonard Rugoshora ni mwathirika wa MV Bukoba ya mwaka. Ilikuwa tarehe ishirini na moja mwezi wa tano elfu moja na mia tisa tisini na sita. Nilikuja kupandia meli Mary... Bukoba Port, lakini nilikuta watu wanapigwa viboko ikabidi niendeshe gari yangu na dereva wangu, wakanipeleka wali waka Kemondo. Walivyonipeleka wali Kemondo, tukaanza safari ya kuelekea Mwanza. Lakini usiku wa saa tisa, mimi nimelala chumbani, walisema kwa sababu nilikuta vitu vyangu vimepinduka, wakasema kwamba meli ilipatwa kupinduka, aaa ilipatwa kupinduka usiku, lakini mimi kwenye kwenye ayo maongezi mimi niliota wakati niko ndotoni kwenye chumba changu, hmba nika nikafikiria ile ndoto tena pale pale, sikurudi chumbani. Lakini baada ya kama dakika kumi, ile meli ilikuwa aina stability fulani. Kilichofanyika, nilisikia chini kule wanasema fed, watu ruduni huku, ruduni huku basi wale chini walivyorudi upande wa kulia meli, haikuchukua hata dakika kumi ikawa nilipinduka. Mimi nilikaa majini masaa nane. Nilipata kuokolewa kwanza na watu wa mtumbwi, alafu wakanipeleka kwenye MV Butiama, ndio nikarudi nikafika nika Mwanza imekaa Mwanza pale. Um, um, familia yangu wakatuma ndege Precision Air walikodi sasa. Mimi pasiasi na mimi nilikuwa hoteli moja naitwa Deluxe kwa Rusuzoka. Sasa pale ni mbali sana kutoka pale mpaka kufika airport, sikuisia hiyo ndege. Kilichofanyika kilichofanyika mimi nilikodi taxi, karudi nyumbani nilikuta marehemu mama yangu, wakati alikuwa bado mzima, wamelazwa wamempiga drip, wanasema na wanamdanganya kwamba mimi nimesha kufa. Lakini ilifika saa sita usiku nilipowauliza mama yuko wapi, akasema yuko hospitali, ikabidi niende hospitali. Kwa maajabu maajabu, maajabu kabisa, mama alipoda pale pale na akatoroka hospitali. Basi ndio hiyo <laughs> yangu ya maisha, lakini bado na survive, nina miaka 60 mpaka saizi. Naam, kuna ule msemo wa mtaani wa Kiswahili utasikia mtu anamwambia mwenzake, nenda kashangae feri ambako shilingi inazama lakini meli inaelea. Kama ni hivyo, basi ni kwa nini meli ya MV Bukoba ilizama? Ili kupata ufafanuzi wa kitaalam sikuona haja ya kumtafuta daktari wala profesa wa sayansi. Nimefunga safari hadi katika shule ya sekondari Moivo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Arusha na kukutana na mwalimu wa masomo ya fizikia na kemia, Richard Mugiabuso, ambaye pia ni mkuu wa shule hiyo. A, labda nianze na kufafanua maneno mawili, kuna kuzama na kuelea. Hapa nikianza na kuzama, kuzama ni manake umbo zima la hicho kitu kuzama ndani ya kimiminika. Kimiminika namaanisha maji, mafuta, maziwa hata ewa. Lakini kuelea maana yake ni kwamba hicho kitu kiko juu ya kingine. Sasa inakuwaje hiyo kitu ikae juu ya kingine? Kwa mfano mafuta yanaelea juu ya maji, kwa sababu gani? Mafuta ni mepesi kuliko maji. Ndege itaelea angani kwa sababu jinsi ilivyoumbwa inaweza kutengeneza mazingira ambayo inakuwa nyepesi kuliko hewa. Lakini kuna hewa za kama hydrogen wanaziweka kwenye balloons, hizi zinaelea hewani. Kwa hiyo e, hewa ya oxygen ni nyepesi kuliko hewa ya kawaida nyingine. Kwa hiyo kitu kizito, kwa kiingereza tunasema denser objects. Less dense, itaelea kwenye dense objects. Kwa hiyo hata tukienda kwenye hewa ya carbon dioxide inatumika kwenye kuzima moto, kwa sababu ni nzito. Kwa hiyo unapoipuliza pale, inaenda kuvamia ule moto, na moto unafanya nini? Unazima. Kwa hiyo kuzama na kuelea katika vitu vitu unatokana na uwepesi wa kitu kimoja baada ya kingine, kwamba hiki ni chepesi kitakwenda juu ya chingine. Umeniuliza swali, sasa kwa nini meli inaelea wakati shilingi inazama? e... Meli inaelea kwa sababu ya jambo moja, muundo wake. Muundo wa meli umetengeneza in such a way, sehemu kubwa ya ndani ya meli ni hewa. Sasa unapokuwa hapo na hewa pamoja na ile chuma iliyotengenezwa, ukijumulisha ukagawa kwa mbili inakuwa nyepesi kuliko maji, kwa hiyo itaelea juu ya maji. Lakini ile nafasi ya hewa ukiijaza bidhaa ujaze magari, ujaze mahindi, ujaze, ujaze nini, ile meli lazima itaendelea kwa nini kuzama, na mwisho wa siku itazama kabisa. Kwa hiyo tunachotengeneza ni search kwamba tunaacha sehemu kubwa ya hewa ndani ya meli na ule muundo wake ulivyotengenezwa. Kwa hiyo ile hewa tukijumlisha na chuma iliyotengeneza meli tukigawa kwa mbili inakuwa less dense, inakuwa na chini ya moja ya maji, kwa hiyo itaendelea kuelea, na ndio maana wanakuambia mizigo hii sasa usiendelee kwa sababu naona kwamba unaendelea kujaza nafasi ya hewa ambayo ilipaswa kubaki wazi. Hata hivyo, nimemuuliza swali la uelewa zaidi: ni kwa nini meli ya MV Bukoba ambayo inadaiwa ilipakia watu wengi na mizigo kupita uwezo wake ilifanikiwa kusafiri umbali mrefu kutoka Bukoba na ikazama karibu na mwisho wa safari? Aa, sasa hapa nitaeleza kwa uzoefu na kwa utaalamu. E, mzigo uliowekwa kwenye meli na watu walivyokuwa wanakimbizana kuingia kwenye meli, aidha wengine wanachoropoka wanakuja kupandia mpaka Kemondo, wakipata nafasi ya kuingia ndani ya meli wanaenda kujificha chini. Kwa hiyo kuna kitu hapa ambacho tunaita e, center of gravity na stability, st stability. Wakati wanaenda kukaa chini maanake center of gravity ya hiyo meli inashuka, chombo kinakuwa stable. Sasa imeenda Kemondo, imefanya hivyo, imeanza kumove lakini tabia zetu tunaopandaga ile meli huwa tukikaribia kufika Mwanza, huwa tuna tabia ya kutoka kupiga mswaki juu, nadhani ulishasafiri. Sasa na watu nakuja kushangaa mandhari ya Mwanza, hasa hiyo jengo la Bugando. Sasa kwa mujibu wa wale waliokuwepo kwenye meli ni kwamba walianza kuwama chini kwenda juu kuweza kupiga mswaki na kutazama mandhari ya wapi ya Bugando. Sasa ma maana yake hapa umeraise center of gravity kutoka ilivyokuwa chini kwenda juu kwa sababu mzigo baada ukakaa chini unaenda kurudi wapi? Juu. Kwa hivyo vyote vile, dhoruba yoyote ikipiga kitu kinakuwa unstable. Hapa nilikuwa nimetengeneza kitu changu kidogo hapa, nina conical flask hapa. Hii conical flask ikiwa imekaa hivi inakuwa stable. Ukidisturb kidogo hivi inaweza kubaki. Lakini nikiigeuza hivi maana yake mzigo mkubwa ukakaa juu maana yake ni lazima sasa, kilichofanyika hapo ni kwamba mzigo mkubwa ulirudi juu. Ulivyorudi juu, kwa hiyo any disturbance yoyote iliyofanyika pale, aidha mawimbi au nini, ni lazima ile meli itafanya nini? Itapinduka na kuanza kuchota maji kupitia kwenye madirisha. Hilo niafikiri ndicho kilichofanyika. Naam. Mwalimu Mgavuso, anao ushauri wa kuepusha ajali za aina hiyo na nyinginezo. Ah, kitu ambacho kinaweza kufanyika ni kuhakikisha chombo chochote cha usafiri wacha majini, hata barabarani, mizigo au uzito mwingi wa vitu vilivyobebwa unakaa chini iwezekanavyo. Na ndiyo maana mabasi yamebadilisha muundo, badala ya kupanda kwenda juu kwenye kelia, sasa hivi mizigo wanaweka wapi? Chini, ili center of gravity ishuke, alafu gari iwe stable, kama tunavyofanya kwamba kama mzigo unapokuwa chini kama hapa, mzigo mwingi huku, kunakuwa imara, lakini ukigeuza hivi mzigo ndo huko mahindi mnagunia nini na nini mkae imepakwa, disturbance yoyote ya kugonga chochote, ni lazima hiyo meli au hiyo chombo cha usafiri kitakuwa. Ni labda niende hata kwa ndugu zetu ma traffic, wakikukuta ume kwenda kwenye zile kwenye lori lori, kwa kuna machuma, ukikaa kule kwenye machuma wanakupa adhabu kwa sababu umehamisha center of gravity, una disturb equilibrium ya hiyo hicho chombo. Kwa hiyo kitakuwa unstable. Kwa hiyo unapaswa ujaze chombo chako cha usafiri kadiri ilivyopangwa. Kama hajawekwa chuma, usiweke chuma, kwa sababu ukiweka chuma hicho chuma kinatengeneza kama tachi. Mwisho wa mzigo ishie hapa, sasa unachoongeza kilwe juu unakinyima ustability au uimara. Kwa hiyo disturbance yoyote inayotokea pale inaweza chombo kiovatana.